Maneno mengine yanatuletea hisia kali mara moja, sivyo? Maneno kama harusi au likizo au majira ya kuchipua yanatupa mawazo na hisia za furaha. Maneno kama vita, kimbunga na ugonjwa yanaleta kinyume chake kabisa. Moja ya maneno yanayoweza kumhofisha mtu sana katika nyakati za Biblia ni neno ukoma. Tulipokuwa tukisafiri kupitia kitabu cha Mambo ya Walawi, tulijifunza kwamba ukoma unaweza kumaanisha aina mbalimbali za magonjwa ya ngozi, lakini yote yalionekana kuwa hayana tiba. Ukoma ulikuwa ugonjwa wa kutisha, si tu kwa sababu ya hatari ya kimwili, bali pia kwa sababu ya kutengwa na kudharauliwa kulikohusishwa nao. Sasa tuko hapa katika mbili Wafalme tano katika safari yetu kupitia Biblia, na tunakaribia kushuhudia nabii Elisha akiponya kwa miujiza mkoma ambaye aliishi nje ya taifa la Israeli. Aya ya kwanza inatengeneza mazingira kwa kututambulisha kwa mtu huyu muhimu sana, Naamani. Jemadari wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkuu kwa bwana wake na mwenye heshima kubwa kwa sababu kupitia yeye Bwana alikuwa ameipa Shamu ushindi. Alikuwa mtu shujaa wa vita, lakini alikuwa mkoma. Sasa Israeli na Shamu walikuwa wamekuwa wakipigana vita mara kwa mara kwa miaka. Lakini kwa wakati huu inaonekana kuna kiwango fulani cha kuishi kwa amani pamoja. Inaonekana Naamani alikuwa na mafanikio hapo awali wakati mataifa haya mawili yalipigana, kwa sababu tunaambiwa hapa katika aya ya mbili kwamba mke wake alikuwa na msichana Mwisraeli akihudumu kama mfanyakazi wa nyumbani. Inaonekana alichukuliwa baada ya moja ya ushindi wa Naamani. Sasa unaweza kuwa umeona katika wasifu wa Naamani hapa anaitwa mtu mkuu, anatajwa kama mtu mwenye kibali kikubwa, kama shujaa mwenye nguvu kisha unafika kwenye kauli hii ya kushangaza, lakini alikuwa na ukoma. Sikiliza, amekuwa na sifa hizi zote na vyeo vikubwa kwa miaka mingi, lakini sasa anajulikana tu kama Naamani mwenye ukoma. Na miongoni mwa watu wote wanaomhangaikia, kwa kushangaza, ni huyu msichana mdogo Mwisraeli. Inaonekana hana kinyongo chochote kwa maisha yake ya utumishi kwa huyu kamanda kwa kweli tunasoma hapa katika mstari wa tatu, alisema kwa bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa na nabii aliye Samaria, angeweza kumponya ukoma wake. Sasa hii inatuambia kwamba ana imani katika nguvu za Mungu. Pia ana imani katika huduma ya nabii wa Bwana Elisha. Msichana huyu mdogo ni muumini, na Naamani anajua hana tumaini lingine la kuponywa kwa hivyo anaenda kwa mfalme wake wa Siria na kuomba ruhusa ya kwenda kumtafuta Elisha. Hapa katika mstari wa tano, mfalme si tu kwamba anampa ruhusa bali pia anampa barua ya kupeleka kwa mfalme wa Israeli, na kwa hayo Naamani anaondoka akiwa amebeba malipo ya talanta kumi za fedha, shekeli elfu sita za dhahabu, na mabadiliko kumi ya mavazi. Kweli atafanya dhahiri kumlipa Elisha kwa kumponya. Na kwa njia hii ingekuwa sawa na mamilioni kadhaa ya dola leo. Na maanisha hiyo ni karibu sawa na kiasi unacholipa unapomtembelea daktari wako kupata msaada wa kiafya. Naam, Naamani anaenda Samaria na kumkabidhi barua Yehoramu ambayo kimsingi inasema, hakikisha mtumishi wangu Naamani ameponywa ukoma wake. Naam, bila shaka, Yehoramu anajua hili haliwezekani. Kwa hivyo anadhani mfalme wa Shamu anatafuta sababu ya kuanzisha vita vingine. Anasema hapa nyuma katika aya ya saba, ona jinsi anavyotafuta ugomvi nami. Naam, Elisha anasikia kuhusu haya yote na anatuma ujumbe kwa mfalme katika aya ya nane akisema mwacheni Naamani. Aje kwangu sasa ili ajue kwamba kuna nabii katika Israeli. Naam, Naamani na msafara wake wanaenda hadi nyumbani kwa Elisha, lakini Elisha hataki kufungua mlango. Badala yake anatuma mjumbe kwake na maagizo rahisi, hapa katika aya ya kumi: nenda ukaoge katika Yordani mara saba na mwili wako utarejeshwa na utakuwa safi. Naam, Naamani anakasirishwa na aina hii ya matibabu na anajibu hapa katika aya ya kumi na moja Tazama, nilifikiri kwamba angekuja kwangu na kusimama na kuita jina la Bwana Mungu wake na kutikisa mkono wake juu ya mahali pale na kumponya mwenye ukoma. Je, mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kuoga humo na kuwa safi? Kwa hiyo aligeuka na kuondoka kwa hasira. Unajua kinachoendelea? Elisha anamleta mtu huyu kwenye hatua ya unyenyekevu na utii kwa neno la Mungu, lakini inaonekana kama Naamani hana nia ya unyenyekevu na neno la Mungu. Kwa hiyo anaingia kwenye gari lake dogo na yuko tayari kuondoka, lakini kisha mmoja wa watumishi wake anamwambia kimsingi hapa, kwa nini usijinyenyekeze? Kwa nini usifanye tu utaratibu huu rahisi? Namaanisha, una nini cha kupoteza? Kwa hiyo kwa kushangaza kidogo Naamani anajinyenyekeza, anaenda kwenye mto Yordani na kujizamisha mara saba. Mstari wa 14 unasema hapa, mwili wake ulirejeshwa kama mwili wa mtoto mdogo. Huu haukuwa utaratibu wa kimatibabu, hii haikuwa upasuaji mkubwa. Wapendwa, huu ulikuwa muujiza wa Mungu. Naamani anarudi kwa Elisha na kusema hapa, katika mstari wa 15: na najua kwamba hakuna Mungu duniani kote isipokuwa Israeli. Na kwa hayo anamsihi Elisha akubali pesa na mavazi aliyoyaleta. Lakini Elisha anamwambia, Hakuna malipo yanayohitajika kwa neema ya Mungu. Ni bure. Sasa ningetamani mkutano huu ungekomea. Papa, lakini haukomei. Mstari wa ishirini unatueleza Gehazi, mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu, alisema, Tazama, bwana wangu amemhurumia huyu Naamani msiria kwa kutokubali kutoka mkononi mwake kile alichokileta. Kama bwana aishivyo, nitamkimbilia na kuchukua kitu kutoka kwake. Basi Gehazi anamkimbilia Naamani, anatunga uongo kuhusu manabii wawili ambao wamefika tu, na wanahitaji pesa na wanahitaji mavazi. Basi Naamani anafurahi tukutii Gehazi anafikiri ameweza kudanganya, lakini aliporudi Elisha anamuuliza alikokuwa. Gehazi analazimika kusema uongo mwingine, anasema basi, sikuwa popote. Kama vile unavyomwona mtoto wako akiwa na makombo ya biskuti mdomoni na unamuuliza ulikuwa unafanya nini jikoni, na anasema hakuna kitu, basi unajua kwamba hakuna kitu kilikuwa na maana ya kitu kikubwa. Elisha anaona kupitia uongo huu na anamwambia mtu huyu asiye na toba hapa katika mstari wa 27, ukoma wa Naamani utashikamana na wewe na wazao wako. Na sura inafungwa na maneno haya, alitoka mbele yake akiwa na ukoma. Fikiria, uponyaji wa Naamani unatufundisha mambo mengi. Unatufundisha kitu kuhusu neema ya Mungu neema haijazuiliwa kwa wale waliozaliwa katika familia sahihi, sivyo? Neema inapatikana kwa kila mtu na si kitu unachopaswa kununua. Wewe hu kutoa dhahabu au matendo mema kwa njia. Hicho ndicho kilichofanya dhambi ya Gehazi kuwa nzito sana. Matendo yake yalimuibia Naamani ufahamu wazi kwamba neema ya Mungu ilikuwa bure kabisa unahitaji tu kuacha sifa zote hizo. Unacha vioo vyako, unacha wasifu wako wa kuvutia mlangoni, na kwa imani unyenyekevu upokee neema ya Mungu. Je, umekubali zawadi ya bure ya neema ya Mungu inayoletea wokovu? Biblia inasema malipo ya dhambi ni mauti, lakini zawadi ya bure ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu bwana wetu, Warumi nukta sita mbili tatu. Unachohitaji kufanya ni kumwomba zawadi hii. Unahitaji kuwa mnyenyekevu katika kuipokea kwa imani pekee katika Kristo pekee. Kama hujafanya hivyo, nataka uombe nami sasa hivi. Ombi rahisi sana, kitu kama hiki. Bwana Yesu, asante kwa kufanya kazi yote kwa ajili ya wokovu wangu, kwa kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Ninaomba sasa hivi zawadi ya wokovu, na kukuamini kama Bwana